Ni kwamba viongozi wa chama cha DCP wanasema chaguzi ndogo zilizopita zilidhihirisha kuwa chama hicho ni cha kitaifa na wala si cha eneo moja. Akiwapokea washindi wa viti vya uwakilishi wadi wa chama hicho, kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameelezea kuwa muungano wa upinzani umejipanga kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.

ile alikuwa na linga nayo ilikuwa ya rigijini, mehama naye. Kalonzo is not with you. Mtatoa viti wapi? Wewe mtu ya madhara ya Oluchi, utatoa kiti wapi? Kura ya rigiji hapo na ya Kalonzo, umehama nyumbani, umeenda nyumbani. Ati mnafuata William Ruto, watu ya ODM. William Ruto amenunua ODM, imeuzwa na Junet na Wanga. Tayari wamechukua deposit <laughs> yeah? Sasa ODM people, Narok seat was yours, imeenda na DCP. Kiza east was your seat, imeenda na DCP. Hii puruko wadi ilikuwa yenu, imeenda na UDA. Kiza east mlikuwa namba tisa, sindio hii? Eh, Kariobangi mlikuwa namba tatu, namba ine.